Sasa kuna watu wanasema kwamba Uislamu umefika mashariki ya Afrika mwanzo kabla hujafika Madina, kama wakikusudia pale Habasha fanaam, ama wakikusudia Pate na Pemba na Unguja eh? Kilwa na sehemu nyingine, inahitaji dalili. Hili inahitaji dalili, si masuala ya kusema inasemekana sababu katika tarehe sisi tuende mambo ya tarehe ya Kiislam kwamba inasemekana, inasemekana. Hapo kale hakuna habari, inasemekana katika tarikhi ya Kiislamu. Zungumza kwa uhakika, wamefika hawakufika. Na wengine watilia nguvu, wakwambia hata wale masahaba waliotaka kuhamia Habasha, wengine walipotea wakaangukia Pemba kwenye kisiwa cha Misali huko pana msikiti wa zamani. Sahaba nani? hawataji hata mmoja, maneno tu ya kuunga unga. Hmm. Na wengine na wengine mmoja wameandika sasa kwenye kitabu wakasema kuna mtu alisilimu katika zama za mtume sawaw salama shamu alitokea hapo fukayosi karibu na kiwango na kiwango hapo Wendwe Wendwe, sahaba kumsikia fuka yose ya Abdurrahman Wendwe, eh, Abdurrahman Wendwe sahaba hatuja kumsikia. Kama majina ya masahaba watu wameandika vitabu, wameorodheshwa orodha ya masahaba, alistiaab bi maarifati alashab, alisaba fi tamyiz alsahaba na vitabu vikubwa vikubwa, tabaqat, siyaru a'la min nubala, wanawachoni wanaeleza tiririko wa watu, hatujamuona Abdurrahman Wendwe wafukayosi hapo ukiwangwa Bagamoyo. <laughs> wala tujawaona saadatu tabiini, lakini kauli iliyokuwa na nguvu kwa kiasi fulani ni kwamba Uislamu ulifika mapema katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, na inasemekana katika wakati wa Abdul Malik bin Marwan, kuanzia mwaka 75 mpaka 85 hijiria, Uislamu ushaingia katika baadhi ya miji husus Pate, hiyo kauli iko na inawajibu fulani, kwa sababu hutajwa katika vitabu vya tarehe, ama maeneo mengine yanahitaji ushahidi. Wallahu ta'ala a'lam.